Naam mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba katika video iliyopita, bwana, tumeripoti kuhusiana na kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni, ikiwa ameonekana yule bidada ambaye ni mchepuko wa Diamond Platnumz ambaye anafahamika kwa jina la Rita, akiwa yuko katika page mbalimbali mbali, amepostiwa baada ya yeye mwenyewe kuposti hiyo video akiwa anacheza, yani anakata mauno, umeona bwana eh? Okay, sasa baada ya hiyo video kusambaa huko mtandaoni, kimuonyesha Rita akiwa anakata mauno, watu wengi sana, of course, tumezungumzia katika video iliyopita, alikuwa anamshindanisha kati na ya ma, mauno yake na Zuchu, nani mkali zaidi, kama unavyoelewa mambo ya mitandaoni. Lakini this time around bwana eh, kumekopo na issue nyingine, ambapo hii bwana inahusiana na jambo lingine ambalo tumeligundua eh, kupitia hizi hizi videos ambazo zimesambaa huko mitandaoni na hili sio jambo jepesi. Ni kwamba huyu bidada kumbe, baada ya kufanya uchunguzi na kutuliza akili kuifuatilia hii video vizuri, tumegundua kwamba huyu dada wakati anakata mauno, hii nyimbo hatujawahi kuisikia before, yaani ni nyimbo mpya kabisa, ni exclusive na hii ni nyimbo ya Diamond. Sasa hebu imagine, huyu dada anacheza wimbo ambao haujawahi kutoka huu ni wimbo mpya kabisa wa Diamond. Yaani kwamba huyu dada huu, uh, wimbo unaitwa Matembele actually. Je, yeah, nikikuuliza tu hapo mtazamaji wa Trend TV, unaujua wimbo wa Diamond unaoitwa Matembele? Obviously utakuwa haufahamu. Sasa huu ni wimbo mpya kabisa ambao unaitwa Matembele, ambapo huyu bidada tumemwona akiwa anacheza, na huu ni wimbo wa Diamond na hiki ni kionjo cha wimbo mpya ambacho kimevujishwa na huyu bidada. Sasa huyu dada bwana, kwa kifupi ni kwamba amevujisha wimbo mpya wa Diamond ambao ndo huwa alikuwa anaukatia miuno, na watu wengi sana wamekuwa wanajiuliza kwamba okay, hii access ya huyu binti kupata nyimbo mpya za Diamond amezipatia wapi? Je, huyo binti sasa hivi yuko bado kwenye mahusiano low key na Diamond, ndio maana hata nyimbo mpya ambazo watu hawajawahi kuzisikia huyu dada yeye tayari anazo na anazicheza. So watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na hilo na hapa kuna page zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba ex wa Diamond Platinumz kavujisha kionjo cha wimbo mpya wa Diamond ambao unafahamika kwa jina la Matembele. Meona bwana eh? Eh, eh, <laughs> Kwa hiyo hapa kuna watu wamekuja kuweka comment zao, kwa mfano, kuna mdau hapa amesema kwamba kumbe ndio maana aliachana na hii takataka. Huyu dada anaonekana kumbe ni wenge, yaani watu wanasema kwamba Diamond labda aliachana, huyu binti alishamuona huyu binti ana mawenge. Sasa inakuaje unaachia kazi za watu ambazo bado wenyewe hawajazitoa rasmi? Haya, mtu mwingine anasema kwamba bwana, hivi eh wanakuaga. Kuna mtu ambaye amekuja kuuliza hivi, hao wadada uoga wanageuka nyuma ili iweje? Haya, kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana wewe unataka kutuchanganya tu kunana. E, kuna mtu mwingine kwamba bwana kuna watu wana haya. <laughs> So comment nyingi sana hapa kidogo zimekuwa sio nzuri, lakini ukiwa kama mdau, hebu nawe pia tuwekee maoni yako na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hii, weka maoni yako, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.